John onairobi Oye! arambe avana maitoshi. Unajua Kasongo tukienda kwa mukutano anaangalia kamera anajua watu wanasemaje. Nikisema harambe sema wanta mkubwa kama Kasongo anakunywa chai, asikia inaonja mwarubaini. Nairobi harambe, Nairobi harambe, aende asiende mwizi, aende asiende ya mwaji, aende asiende ya mkora, aende asiende ya Nairobi, mambo ya Kasongo ni kuvini mambo ya Kasongo ni kuvini, sisi tunasema na tunataka tuwashukuru, kwa sababu mmejitokeza na mmesema kwa sauti kubwa. Watu ya Nairobi wanataka kufanya Kasongo akuwe wanda president. Tunataka kuambia Kasongo, unajua Kasongo anaingalie kamera. Wewe Kasongo wewe wewe Kasongo wewe wewe, wewe, wewe, wewe. Ametuzoea. Ametuzoea Kasongo, Kasongo tutamufukuza, tutamufukuza Kasongo, Kasongo. Tunataka tukwambia wewe Kasongo, wewe wewe. Wewe we, we, Kasongo, kama wewe ni mwanaume wacha kujificha nyuma ya polisi, wacha kujificha nyuma ya tiaga gasi, wacha kujificha nyuma ya askari. Kama wewe ni mwanaume kamili, tokea ushindane na likazikashagwa kama wanaume wengine neguwo, ni kweli ama si kweli? Kama wewe ni mwanaume kamili, huyu ni ligiji amekuja mashinani Kuja kwa wananchi, uza sera yako, uza uongo yako, watu watajua vile watafanya na wewe. Mambo yako ya kutumia askari, mambo yako ya kutumia tiaga. Wewe, wewe, wewe, nataka tukuambie wewe, wewe, Kasongo, sisi tunakuheshimu, lakini hatukuogopi na tutapigana na wewe mpaka dakika ya mwisho, aende asiende, kana hilo, aende asiende Waja ndio watu wanasema kaende, kaende, kaende. Asanteni sana Bwana wabariki. Niko na Senator wana